Serikali imesema inaanza kuangalia ujuzi unaotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu hapa nchini kama unachangia maendeleo ya wananchi pamoja na kukuza uelewa miongoni mwa wanafunzi husika. Hayo yamesemwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ufundi, Profesa Joyce Ndalichako wakati akizungumza na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara hiyo, na kuwa katika kutekeleza hilo, wizara hiyo itaunda kikosi kazi ambacho kitafuatilia mienendo ya utoaji elimu hapa nchini. Baadhi ya wa wajumbe kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika wakijumuika na baadhi ya wa wataalamu kutoka Denmark katika mkutano jijini Arusha wa kuangalia namna bora ya kuunganisha mifumo ya ajira na kazi katika nchi hizo. Katibu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika Mashariki Caroline Mugala amesema katika ushirikiano wa jumuiya ya Afrika Mashariki bado masuala ya usalama katika sehemu za kazi yana changamoto nyingi, ikiwemo masuala ya mifuko ya jamii kutokuwa na mwelekeo sawa, jambo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa umakini. At the regional level tunataka kuona ku encourage uh, waajiri na vyama vya wafanyakazi kukaa pamoja na kuzungumzia maneno ambayo yanahusu ajira, na kwa hivyo pia inapunguza ile mgogoro na mzozano kati ya wafanyakazi na wale waajiri waajiri. Kwa hivyo hii program kwanza uh, tuta, tutazungumzia suala la muhimu ambalo uh, tunaliita social security um, suala ambalo linahusu uh, mifuko ya mifuko ya jamii uh, kuweza kuaccess mfuko wako wa jamii kama uko Kenya ama uko Uganda ama uh, Rwanda. Wizara yetu imepewa changamoto ya kuandaa rasilimali watu ambayo wa inaendana na mahitaji ya taifa. Tuna vyuo vingi, lakini hatuangalii kwamba taifa linataka nini. Kwa hiyo, katika hii awamu ya tano ambayo ni serikali ya viwanda zaidi katika serikali ya kujengea watu uwezo wa kuwa na skills, wizara yangu imekuwa changamoto. Kwa hiyo nimeona sasa niliseme kwamba tujaribu kufikiria vizuri zaidi na kwa hasa, na nafurahi kumwona TCU yuko hapa na nake yuko hapa, labda waangalie hata vyuo vyetu wateke stock vyo tulivyo navyo vinatoa skills gani. Lakini of course hii nimesema kwamba ili tuweze kufanikiwa lazima tushirikiane na sekta nyingine, labda nyingine kuhusu sayansi na teknolojia kwamba kweli hii swala la sayansi na teknolojia ni kitu ambacho hakionekani sana katika nchi yetu, tuweke kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba sasa wizara yetu ingekwenda kufanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo, na pengine badala ya kuishia tu kwenye kuona kwamba hatufanye kitu, tuainishe kwamba tunataka kufanya nini na kitaleta tija gani, kitasaidia kita vipi katika maendeleo Kwa upande wake mtendaji mkuu wa tume ya sayansi na teknolojia Dk Hassan Mshinda akaelezea namna tume itakavyoendeshwa katika kukuza masuala mbalimbali ya kisayansi na mtazamaji ni...